Ajali ya Air India: usalama angani ukilinganisha na barabarani. Juni 12, 2025, ndege ya Air India, ndege aina ya Boeing 787, flight 177, ilianguka na kuwaka moto katika eneo la mjini huko Ahmedabad. Ndege hiyo ilikuwa imebeba watu 242, lakini hadi sasa ni mtu mmoja tu aliyenusurika. Ndege hiyo haikuua tu watu walikuwa ndani ya ndege, bali pia iliua na kujeruhi wanafunzi wengi katika chuo kilichokuwa karibu na airport hiyo, kiwanja hicho cha ndege Ripoti kamili ya ajali ya ndege hii bado haijatoka, lakini uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba injini zake zote mbili ziliacha kufanya kazi, kitu ambacho kilifanya ndege hiyo kushindwa kuhimili upaaji wake. Tuongelee kuhusu takwimu za kushangaza katika ajali kati ya angani na barabarani. Vyombo vya habari huwa vinakuza kwa ukubwa sana ajali za ndege ukilinganisha na zile ajali za barabarani. Lakini je, kuna ukweli wote kwamba ajali hizi za ndege ni kubwa sana kuliko zile za barabarani? Hebu tuweke data mezani. Kulingana na takwimu za baraza la usalama la kitaifa la Marekani, uwezekano wako, uwezekano wa wewe kupoteza maisha kwenye ajali ya gari ni mmoja katika kila safari tisini na tatu unazozifanya lakini kwa ndege una uwezekano mmoja wa kupata ajali kati ya safari laki mbili na elfu tano mia tano hamsini na mbili kwa urahisi ni kwamba wanawataalamu wanakadiria kwamba ingekulazimuwa usafiri kwa ndege kila siku kwa zaidi ya miaka elfu ishirini na tano ndipo uweze kupata ajali mbaya ya ndege lakini kwenye usafiri wa gari kwa kila safari 93 una nafasi mmoja ya kupata ajali. Vipi kuhusu anga letu la Afrika? mwaka elfu mbili na ishirini na nne Afrika ilirekodi kiwango cha matukio ya ajali ya ndege matukio kumi point sita mbili kwa kila safari milioni moja za ndege. Lakini hapa kumbuka kwamba tukio alimaanisha ajali mbaya hapa linaweza kumaanisha hitirafu ndogo iliyotokea kiufundi. Ndege inaweza ikawa iligonga kitu isiotakiwa kugonga, hata pa, ikiwa palepale kiwanja cha ndege au ilisogea tu bahati mbaya ikakwanguliwa sehemu nayo. Yote hayo yanahesabika kama matukio ya ndege. Lakini pia ni kwamba kwa, kwa miaka miwili mfululizo elfu mbili ishirini na tatu na elfu mbili ishirini na nne hapakuwa na kifo hata kimoja kwenye ajali za ndege za kibiashara barani Afrika. Hii yote inazirisha kwamba katika sekta ya anga usalama upo hali ya juu barani Afrika. Tuangalie kuhusu barabara zetu. Hatari halisi katika usalama wa usafiri barani Afrika haipo angani, bali ipo barabarani hasa kwenye lami za. Takwimu za shirika la afya duniani, WHO, zinatisha. Ingawa idadi ya watu wa Afrika ni asilimia kumi na tano tu ya idadi ya watu wote duniani, na ikiwa ina magari asilimia tatu tu ya magari yote yalipo duniani, ila inachangia moja ya tano vifo vyote vinavyosababishwa na ajali za barabarani. Hii inamaanisha kiwango cha vifo ni takriban watu ishirini kwa kila safari za watu laki moja. Hichi ni kiwango cha juu sana duniani. Kwa hiyo ndugu, kama hujawahi kutumia usafiri wa ndege, ondoa hofu, na kwa wale ambao mnaitumia mara kwa mara, pia ondoeni hofu. Ukiwa angani, tuliza akili zako, enjoy safari yako, furahia safari yako. Ndege bado inaendelea kuwa ni moja njia salama zaidi ya usafiri kuwahi kubuniwa. Mara nyingi safari yako ya gari kuelekea uwanja wa ndege inaweza kuwa ina hatari zaidi kuliko safari yenyewe ya ndege ambayo unaenda kuichukua. <laughs> Umejifunza kitu leo, si ndio? Kumbuka kusubscribe na kushare video yetu kwa wengine, tuendelee kujifunza kuhusu teknolojia.